Hello. Karibu katika channel yetu ya Elimika. Leo tumakuletea update nyingine. Katika update hii tunakwenda kukuonyesha jinsi gani unaweza kudownload PDF ya kuitwa kazini na Tume ya Utumishi wa Mahakama. Na ilo tangazwa leo tarehe 25 mwezi wa kwanza 2026. Hivyo usisahau ku subscribe, kushare na kucomment kwa kwanza endapo tafanya update nyingine zinazohusu ajira pamoja na elimu, utakuwa ni mtu wa kwanza kupata notification ya update hiyo na kuweza kuangalia content ambayo tumekuandalia kwa urahisi zaidi. Io kwa wale waombaji na wale wafanya usahili wa tume ya utumishi katika nafasi zilizotangazwa awali, watakwenda katika vinjari vyao Google utaandika tume ya mahakama, utabonyeza hapo. Hakikisha unaingia katika hii website ya tume ya mahakama, unaiona ni tume ya utumishi wa mahakama. Utakapofika hapa, utaingia. Utakavoingia usikimbilie tu ku scroll down, lakini pia kuna njia nyingine ambayo unaweza kutumia kuweza kupata tangazo hilo la kuitwa kazini lakini kama pia lipo katika homepage tu, ambayo tangazo la kuitwa kazini, kupata tangazo na orodha ya majina ya walioitwa kazini kwa kada mbalimbali bofya hapo. Tunaona hapo, tunaambia kwamba tubofye hapa kuhakikisha, na unaona bofya vizuri hapo, ipandikwa bofya hapa ili kuweza kupata PDF ya tangazo hilo. Utakapobonyeza ita load na mwisho wa siku tangazo litafunguka. Sasa hii ni PDF ambayo inasema kufuatia kukamilika kwa usaili wa nafasi za kazi kwa kada mbalimbali zilizotangazwa na, na Tume ya Utumishi wa Mahakama tarehe 17 Novemba 2025, katibu wa Tume ya Utumishi wa Mahakama na watangazia wambaji wafuatao hapa chini kuwa wamefaulu usaili na kuchaguliwa kuajiriwa katika utumishi wa Mahakama. Wahusika wote watatumia barua zao za ajira kwenye barua pepe zao email. Kwa hiyo kwa wale wote ambao majina yao yapo hapa, hapa barua zao za kuitwa kazini basi watatumia katika email zao walizozitumia wakati wanatuma maombi haya, na kufuatia maelekezo yaliyotolewa kwenye barua husika. Kwa hiyo baada ya kupata hiyo barua ya, ya ajira basi unapaswa una, una kufuatia maelekezo ambayo yameelekeza me, ya uh, wewe namna ya kuripoti katika kituo cha kazi. Kwa wale ambao majina yao hayatokuwa katika tangazo hili, basi wafahamu kuwa hawajapata nafasi. Manake ni kwamba hao hawajakuwa kati ya wale waliopangiwa vituo vya kazi. Kwa hiyo hapa chini kuna orodha ya majina, tunavyoona hakimu mkazi, tunaona majina hayo hapo. PDF yetu ina peji zisizopungua ishirini. Tunaona kuna afisa ununuzi pia Afisa ugavi afisa ugavi pia, daraja la pili, daraja la kwanza hotel, tunaona wote hao tunaona. Mhasibu daraja la pili, afisa rasilimali watu daraja la pili. Uh, tunaona opereta wa kompyuta daraja la pili, mwandishi mwendeshi ofisi daraja la pili. Kwa hiyo tunaona hapa majina mengi ya wale wote walioitwa kazini na Tume ya Utumishi wa Mahakama. Kupata PDF hii, basi nitawekea linki katika description. Na pamoja katika comment section ambayo unaweza ka ukagusa hiyo linki na kudownload PDF hii ya majina na kuangalia kwa taratibu. Lakini kwa yule ambaye atafuatilia video hii basi atakapofika hapa kama hii atabonyeza kidoti kitatu kisha atagusa hii alama ya download hapa juu. Atagusa hii alama hapo kuweza kudownload. Utakapogusa yenyewe utaona itaanza kudownload file. Kuifungua basi utaweza kusoma maelekezo yote kama tunavyoona hapa. So kama ni mara yako ya kwanza kuangalia video zetu, usisahau kusubscribe, kusubscribe uh, kushare na kucomment na uwe miongoni mwa familia ya Elimika uweze kupata update muhimu na nzuri kila siku.